Unajua ni jambo gani la ajabu zaidi kuhusu pesa? Si kwamba watu hawajui jinsi ya kuzipata, bali hawajui jinsi ya kuzitunza. Kila siku maelfu ya watu duniani wanapokea mishahara, bonasi au mapato ya biashara, lakini wiki mbili baadaye akaunti zao ni sifuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna makosa saba ya kipesa ambayo wengi wetu tunayatenda bila hata kujua. Na leo nitakufunulia makosa hayo yote moja baada ya jingine, na mwisho wa video hii utajua mambo ambayo matajiri wanayaepuka lakini watu wa kawaida wanayafanya kila siku. Kaa hadi mwisho kwa sababu nitakupa mbinu tatu za siri za kubadilisha tabia zako za kifedha ambazo zimewasaidia maelfu ya watu Kuvunja mzunguko wa umaskini. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, washa alama ya kengele na tupe like, kwa sababu hapa tunajenga kizazi kinachofikiri kama matajiri, si kama walalamikaji. Kosa la kwanza, kuishi kuliko uwezo wako. Hili ndilo kosa linaloweka watu wengi kwenye mtego wa madeni. Watu wanataka kuonekana wamefanikiwa kabla hata hawajafanikiwa. Wanavaa vizuri kuliko walivyopanga, wananunua vitu visivyo muhimu, wanaishi kwa image badala ya intention. Unanunua simu mpya, nguo za bei ghali, unalipa kodi kubwa, lakini akaunti yako ya akiba haina hata asilimia kumi ya kipato chako. Siri ya matajiri ni hii, wanachelewesha starehe zao. Watu wa kawaida hutaka kuonekana matajiri. Matajiri halisi hutaka uhuru. Kama unataka kubadilisha maisha yako ya kifedha, jiulize kila mara kabla ya kununua kitu, je, hiki kitaniongezea thamani au kinaonyesha tu hadhi? Hicho ndicho kipimo cha busara ya kifedha. Kosa la pili, madeni yasiyo ya lazima. Deni linaweza kuwa chombo cha kujenga au silaha ya kujiharibu. Kuna watu wanaingia kwenye deni la simu, deni la nguo, deni la likizo, wanatumia kadi ya mkopo kama chanzo cha mapato badala ya dharura. Hivi unajua, watu wengi hawafi kwa njaa, wanakufa kwa madeni. Kanuni rahisi: usitumie pesa ambayo bado hujaipata. Tumia deni tu kama litazanisha kitu kinachorudisha faida. Mfano, biashara elimu au uwekezaji wa muda mrefu. Kumbuka, deni ni minyororo isiyoonekana, inafanya uendelee kukimbia, lakini hufiki popote. Kosa la tatu, kutokuwa na mpango wa kifedha. Kama hujui unakokwenda, utapotea kila mara. Watu wengi wanatumia pesa zao bila bajeti, bila malengo, bila mpango. Hiyo ndiyo sababu kila mwisho wa mwezi wanashangaa zilienda wapi. Matajiri hawatumii pesa kiholela, wana bajeti, wana spreadsheet, wana financial goals. Anza kwa hatua ndogo, andika mapato yako yote, gawa kwa asilimia 50: mahitaji, asilimia 30 starehe na asilimia 20 akiba au uwekezaji. Angalia wapi unavujisha fedha zako. Kwa kufanya hivyo utaona tofauti kubwa ndani ya miezi mitatu tu. Sasa, la nne, kutojifunza kuhusu pesa. Hili ndilo kosa linalotenganisha matajiri wa kweli na wenye pesa za bahati. Unajua kwa nini watu wengi hushinda bahati nasibu na kurudi kuwa maskini? Kwa sababu hawajui kutumia pesa hizo. Elimu ya kifedha ni muhimu kuliko pesa yenyewe. Soma vitabu kama Rich Dad Poor Dad. The Millionaire Next Door, Think and Grow Rich. Tazama video za uwekezaji, fuatilia masoko, jifunze interest, assets na liabilities kila siku. Weka saa moja kujifunza kuhusu pesa, kwa sababu kila dakika unayopoteza bila elimu ni fursa inayopotea. Kosa la tano: kuanza kuchelewa kuwekeza. Watu wengi wanasema, nitawekeza nikianza kupata pesa zaidi lakini ukweli ni kwamba hutaipata hiyo pesa zaidi kama hutawekeza sasa. Soko la fedha lina kanuni moja: muda ni rafiki wa wawekezaji, adui wa wavivu. Hata elfu hamsini kwa mwezi, ukianza leo, baada ya miaka kumi ni utajiri. Lakini ukianza baada ya miaka kumi utalazimika kuweka mara tano zaidi kupata matokeo yale yale. Jifunze kutumia compound interest na acha pesa ikufanyie kazi. Pesa inachoka kama hauiwekezi kwa sababu thamani yake inashuka kila mwaka. Kosa la sita: kutokuwa na akiba ya dharura. Maisha ni roller coaster. Ajira hupotea, magari huharibika, afya huathilika. Na wakati mambo hayo yanatokea bila akiba unazama kwenye madeni. Hifadhi angalau mwezi mitatu hadi sita ya matumizi yako muhimu kwenye akaunti tofauti. Usiweke huko pesa za matumizi, usiingize tamaa ya kuzitumia. Hiyo ndiyo hema yako wakati wa dharuba. Matajiri wanafanya hivi: wanahifadhi kwanza, wanatumia baadaye. Maskini wanafanya kinyume, wanatumia kwanza, wanahifadhi baadaye. Kosa la saba Kuhusisha hisia yaani emotion na pesa. Unajua kwa nini watu wanashindwa kuwa huru kifedha? Kwa sababu wanatumia pesa kufidia hisia zao. Wanunuzi wa huzuni, wanunuzi wa upweke, wanunuzi wa stress. Kila hasira, kila huzuni ni kadi ya debit inatumika. Usitumie pesa kutuliza hisia, tumia pesa kuunda amani. Jifunze nidhamu ya kifedha. Tumia pesa kwa maamuzi, si kwa hisia. Fikiria mara tatu kabla manunuzi makubwa. Uliza nafsi yako, je, ninataka hiki kwa sababu kinanisaidia maisha yangu au kwa sababu ninahisi vibaya? Sasa hapo ndipo utakuwa huru. Sasa unayajua makosa saba ya kifedha kuyaepuka, lakini kumbuka, kujua pekee haitoshi lazima utende. Leo ni siku yako ya kwanza ya kuanza kuishi kama mtu mwenye hekima ya kifedha hata kama hujawahi kuwekeza, hujawahi kuweka akiba au una madeni cantable, unaweza kuanza leo. Hivyo basi, moja, punguza matumizi ya nafasi. Mbili, anza akiba ndogo mara moja. Tatu, jifunze kila siku kuhusu pesa. Nne, weka malengo ya uhuru wa kifedha. Kama video hii imekusaidia, like, subscribe na share na mtu unayempenda. Kwa sababu kila mmoja wetu anaweza kubadilisha maisha yake ya kifedha ikiwa tutaanza kwa kujua makosa tunayoyafanya. Sio pesa inayokufanya tajiri. Ni akili yako kuhusu pesa. Asante kwa kutazama. Nitakuona kwenye video inayofuata. Stay wise, stay wealthy.